Tuko na Pastor Samuel Robert amekuja kututembelea katika shule ya The Voice. Kuna machache tunatamani tu kujua kwa Pastor Samuel Robert. Tunatamani kwa hii wiki watu wanaotutazama hii wiki ya matendo ya huruma. Kwa nini matendo ya huruma tunatamani kufahamu na mtazamaji wetu ili kusudi tuweze kumwelewesha vizuri na aweze kuelewa. Karibu sana Pastor Samuel, ili kusudi tuweze kujua matendo ya huruma nini chanzo chake na nini tunaweza tukafanya, wanafanya nini. Karibu Pastor. Asante mtazamaji uh, ambaye anatuangalia anapaswa ajue kwamba kila kitu kina mwanzo wake. Uh, matendo ya huruma katika kanisa la Waadventista wa Sabato limeanzishwa baada ya daktari mmoja anaitwa Dr. Johnson, ambaye kipindi hicho alikuwa maskini, alikuwa anauza vitu kwa, alitembea katika mji na mji kuuza, ili apate pesa kwa ajili ya kwenda chuo kusoma lakini Dr. Johnson ambaye hasa ni kijana mdogo alikuwa anaitwa Johnson. Uh, alipotembea kwenye mji fulani, akawaza kwamba kwenye ile nyumba ninaweza kuomba chakula. Alipofika pale kwa aibu, alivyogonga alitegemea atokee mama fulani hivi amuombe chakula, mbaya zaidi akatokea binti mdogo. Ah, ikam surprise alivyomwangalia, akaogopa, akabidi aombe maji, akasema naomba maji ya kunywa ile binti alivyomwangalia kaka huyu mdogo akasema, uh, inaonekana anataka chakula, lakini yeye akaenda akachukua uh, maziwa akaleta glasi ya maziwa akampatia. Alivyokunywa Johnson akasema, siku moja nitakushukuru. Basi akafurahi akaondoka, alivyoenda akaenda kwenye masomo yake akamaliza masomo yake, baadaye akaja kuwa daktari na alivyokuwa daktari ndipo Uh, siku moja akampokea mgonjwa ambaye alikuwa na hali mbaya zaidi, na daktari huyu uh, alivyopata lile faili la huyu mgonjwa akakumbuka kitu, na alivyoangalia jina, akaangalia kapicha kake, akaamua kumtembelea mgonjwa huyu ambaye hali yake ilikuwa mbaya sana. Oh, kumbe alikuwa ni yule binti ambaye aliwahi kumpa glasi ya maziwa akamhudumia akamtibu, na kisha uh, <coughs> bili ilivyoandikwa ilikuwa kubwa sana kiasi kwamba yule binti asingeweza kulipa. Wenzetu kule nchi za nje wana uwezo wa kwamba unaweza ukaandikiwa bili yako ukailipa kila siku, kalipa kidogo kidogo au kila mwezi mpaka itakapoisha. Na aliporudi baadaye ikaandikwa ile bili yake, alivyoenda kuja kuisoma akasema, uh, malipo yako yamelipwa kwa glasi moja ya masiwa. Mm. Najua umetabasamu. Ni kwa sababu hayo ni matendo ya huruma na kanisa hili waliposoma kisa hiko ikawa kina mguso sana John, kiasi yes, kwamba wakaamua kuona kwamba jinsi kwamba matendo ya huruma yanagusa maisha hinto, ya mtu yanafikia watu yanaokoa maisha, kama jinsi ambavyo nimefurahi kuwepo hapa the voice kuona ya kwamba mna mpango wa kuweza kumjengea yule bibi ambaye nyumba yake imeisha, lakini pia kwa nimeona vitu ambavyo vimekusanywa leo ni vya kutosha. Watoto wameweza kusakrifisi sabuni aliyo nayo amepunguza kidogo, amefanya hivi na hivi, nimeona tishu, nimeona vitu vingi ambavyo vimekusanya. Najua kabisa kwamba vyote hivyo vilivyowekwa katika mkono wa Mungu vinaweza kuokoa maisha ya watu na watu wakaona Ukristo ndani yake. Mungu akubariki sana, Pastor Samwel Robert, na hatuna la ziada zaidi ya kusema. Hii wiki tuiombee sana, kwa sababu uh, ni vita mbili tunaenda kuzipigana nazo. Ni vita ambayo kati ya Shetani na Mungu, tunatamani Mungu ashinde katika hii vita, kwa sababu Shetani hatapenda kuwasaidia. Hivyo ni kuombe tu, ndugu mtazamaji unatutazama uh, wakati huu, tukaribisha katika wiki ya matendo ya huruma na juma la maombi kwa vijana. Mungu azidi kubariki sana.